<laughs> So wote nikasema, shughuli imeisha. Hawa wameshakubali kushindwa kwayo? Kwa hiyo wamewambia wasijiandikishe. Mimi nawaomba Watanzania wote tukajiandikishe. Wamesema kwamba no reforms, no election. Sisi tunawaambia reforms zimeshafanyika na uchaguzi utafanyika. <fazii> nataka niseme na na ukweli. Puuzeni propaganda hadaa kwamba eti no reform, no reform election. Hakuna jambo kama hilo, uchaguzi upo. Nanasema, na nasema Tundulisu na wenzake wasiwadanganyi wa Tanzania, hawana mamlaka wala uwezo wa kuzuia uchaguzi. Naulia tena Tundulisu na wenzake wasiwapotezee muda wanachama wao na Watanzania wanapoteza muda wao. Uchaguzi upo, na wao hawana ubavu wala mamlaka yoyote ya kuzuia uchaguzi. Uchaguzi upo kwa mujibu wa sheria ni katiba wabunge watakaa miaka mitano, madiwani watakaa miaka mitano, rais atakaa miaka mitano. Ni jambo la kisheria, haliwezi likaondoshwa na chama cha Chadema. Ni kukiuka katiba, ni kukiuka sheria. Uchaguzi upo, msiwadanganye watu, mnawapotezea muda, hamna ubavu wa kuzuia uchaguzi usifanyike. Yani ni kama mtu anayeota "tutazuia uchaguzi". We nani? Eti tutatumia nguvu ya umma. Umma gani? CCM ina umma mkubwa kuliko chama chochote cha siasa. Mi nasema anaota. Nafikiri kama anamaanisha wazuie uchaguzi kwenye ukoo wake. <laughs> Kama anamaanisha no no reform, no election, ndugu yangu Lisu, basi anamaanisha hakutofanyika uchaguzi katika ukoo wake. Uchaguzi utafanyika kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria. Eti nimeona kwenye magrupu yao, maana na mimi naziona huko kwenye magurupu yao, leo jana usiku, wanasema ndugu zangu, tone kwa tone, tuchangiane ili tuende kwenye nguvu ya umma, tuzuie uchaguzi. Hela zitaliwa, mtapoteza hela. Mtapoteza kwa sababu mbili. Moja, kwanza, uchaguzi utafanyika na wewe unasema eti unachangia, wakazuia uchaguzi. Mnapoteza muda wenu. La pili, hawaingii kwenye uchaguzi na wewe umetoa hela yako, ni bure. Kwa hiyo, hiyo tone kwa tone ni posho tu, watu watapiga posho na safari. Sasa hivi atasafiri anaenda Nairobi na masafari mengine, ndio hivyo utaratibu wenyewe. CCM oye! Na kwa maana hii, kama watabaki na msimamo wao Chadema wakutokushiriki uchaguzi, ni dhahiri, baada ya uchaguzi mkuu, Chadema hakitokuwa tena chama kikuu cha upinzani Tanzania. Nawahurumia sana wanachadema ambao walikuwa na ndoto ya kugombea udiwani, walikuwa na ndoto ya kugombea ubunge, walikuwa na ndoto ya kugombea viti maalum. Uongozi huu mpya umefifisha kabisa ndoto zao, na Chadema kinakwenda kuwa chama cha kawaida, sio chama kikuu cha upinzani, kwa sababu hawatokuwa na diwani, viti maalum hawatokuwa na wabunge na hawana mgombea urais. Kwa ndugu yangu Lisu, namhurumia anaingia katika historia ya kwenda kukiua Chadema, Chadema kilichokuwa kinashiriki uchaguzi, Chadema ambacho kilikuwa kinapata wabunge, kinapata madiwani. Kupitia ndugu yangu anaweka alama ya kwamba Chadema inaenda kufutika kuwa sio tena chama cha upinzani kikubwa hapa Tanzania. Mimi naamini atatafakari asiingie katika rekodi mbaya. Ibara ya nne ya katiba ya Chadema mimi nimesoma, wanasema lengo lao ni kushiriki chaguzi za serikali za mitaa na uchaguzi mkuu ili washike dola. Hilo uongozi mpya hautaki, sio lengo lao. Sababu wanazozitoa hazina mashiko kabisa. wenyewe. Yaani, wewe unakomandi, si bora useme ngoja tushiriki uchaguzi, lakini baada ya uchaguzi tukae tufanye marekebisho. Wewe unasema nina uwezo chama changu kuzuia uchaguzi. Wagombea wenyewe wa serikali za mitaa hamkusimamisha karibia nusu ya Tanzania, una nguvu gani? auma wewe. Tunawaambia sisiemu, tumejipanga kama nguvu ya umma sisi tunayo. Popote watakapoenda kudanganya kupotosha, tutakuwa huko na tutatumia nguvu ya umma kuwakataa wapotoshaji katika nchi yetu ya Tanzania. Ndugu zangu, tumpongeze Rais Samia Suluhu Hassan.